Iko dhambi moja tu Mungu hata isamehe. Swali ni je, ni ipi hiyo? Na inawezekana tumeifanya bila kujua? Mungu yupo tayari kusamehe kila dhambi, kila kosa, kila maumivu, lakini siyo dhambi hiyo. Leo kwenye video hii tutachunguza ukweli huu mzito, na jibu lake linaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Mwishoni nitakupa ishara kujua kama umeifanya tayari ama la. Mambo kama kejeli dhidi ya imani, utani juu ya mambo ya Mungu, kuwatusi watumishi wa Mungu, uzinzi, uuaji, kuabudu shetani, yote haya ni dhambi, lakini hayana uzito sawa. Dhambi isiyosamehewa sio kufanya makosa ya kawaida, ni zaidi ya kukosea. Ni kuchukua kile kilicho kitakatifu na kukipachika jina la kishetani. Tusome Mathayo mlango wa 12 mstari wa 30 na moja mpaka 32. Yesu alisema, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, lakini kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Mafarisayo walimuona Yesu akifukuza pepo, lakini walidai anatoa pepo kwa nguvu za Belzebuli. Waliona kazi ya Roho Mtakatifu lakini wakasema ni kazi ya Shetani. Hapo ndipo Yesu alitamka hukumu hii nzito. Kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu ni kutambua kazi ya Mungu na kwa makusudi kupinga, sio kwa kuto kuelewa, bali ni kwa kiburi na chuki na dharau kwa Mungu. Fikiria kijana anayekwenda ibadani, anaona miujiza, anaona watu wakifunguliwa, lakini anasema haya ni maigizo, wanacheza tu na akili za watu. Anajua ni kweli lakini moyo wake umejaa dharau. Kila mara anasikia sauti ikimwambia mgeukie Mungu, lakini anasema mimi siwezi kudanganywa. Huu si utani, ni mwanzo wa moyo kuwa mgumu, na hapo ndipo mtu anaweza kukaribia kufanya hiyo dhambi isiyosamehewa kwa kuikataa kazi ya Roho Mtakatifu tena na tena. Mafarisayo walimwona Yesu kwa macho yao, walisikia mafundisho yake, waliona wafu wakifufuliwa, vipofu wakiona, lakini bado walikataa kwa kiburi. Walimwita mteule wa Mungu kuwa anatenda kazi za pepo. Unaweza kujiuliza nitajuaje kama nimekwisha kuifanya? Kabla sijakupa ishara hizo, kama bado huja subscribe na hii siyo mara yako ya kwanza kutazama video za chaneli hii, tafadhali subscribe sasa, neno hili liwafikie watu wengi zaidi. Sasa ishara kwa mtu ambaye ameshafanya dhambi hii: moja, hana msukumo wa kuomba msamaha kabisa. Mbili, hana hata hisia ya hatia. Tatu, roho Mtakatifu huacha kusema naye kwa sababu ameikataa kweli kwa makusudi. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba hawezi kuja tena kwenye toba. Lakini sikiliza, kama unajisikia kuwa na wasiwasi, kama unahofia kuwa umefanya dhambi hii, basi habari njema ni kwamba hujaifanya. Kwa sababu mtu aliyeifanya hana hata wasiwasi tena. Lakini wewe unayesikia wito wa toba, unayetaka kurudi kwa Mungu, Roho bado anafanya kazi ndani yako. Bado kuna nafasi. Leo usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ukisikia sauti ya Roho Mtakatifu, itikia. Tubu, rudi kwa Baba. Dhambi pekee isiyosamehewa ni ile unayokataa kutubu kwa dharau na kwa kukusudia, pamoja na kujua na kuelewa kazi ya Yesu, na wakati mwingine kuwa na uzoefu wa kazi ya msalaba. Lakini Yesu bado anakuita, anasema, njoo uliyechoka na kulemewa, nitakupumzisha. Leo sema: Roho Mtakatifu, naomba uniweke huru, nisamehe nijaze tena. Kama ujumbe huu umeugusa moyo wako, like video hii, share na rafiki zako. Andika hapo chini kwenye comment na kubali kazi ya Roho Mtakatifu. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa mafundisho ya kina yaliyojaa neema na kweli. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.